Wakati tufungue maneno ya Mungu yanayopatikana kwenye kitabu cha Luka ile sura ya kumi na tano Luka sura ya kumi na tano kuanzia msali wa kumi na moja tutaishia ule msali wa kumi na saba Kitabu cha Luka, injili ya Luka, msali wa sura ya kumi na tano msali wa kumi na moja mpaka kumi na saba Nitasoma kwa haraka sana sana sana. Biblia, maneno ya Mungu, anasomeka hivi akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili, yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali nayo niangukia." akawagawia vitu vyake. Hata baada siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa tu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokuwa nguruwe wala, hapana mtu yeyote aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, nami nitaondoka nami na kusaza nami niko na mimi ninakufa na, na, na, na, na, na njaa. Mstari wa kumi na nane, namalizia. Nami nitakondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, si stahili kabisa kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Chamani, Bwana Yesu asifiwe! Watu wa Chisitu, Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe. Namba ni dabu zote mbili Yes. Kama alivyokwisha kutambulisha kwamba hivi huduma ya New Life ni Christ ni huduma ni ya madhehebu yote, na tunafanya kazi ya Mungu na madhehebu yote ndio maana tumekuja hapa, na mimi nimekuja ni hubiri, sio kutambulisha dini yangu wala dhehebu langu. Inajua tunayo madhehebu mazuri, tunazo dini nzuri, lakini bado dini hazitausaidia chochote, kwa sababu bado maisha ya uganga tumeendelea kwenda, maisha ya washala tumeendelea kuishi, maisha yasiyompendeza Mungu, angali tuna dini, lakini bado tumeishi kwenye hayo maisha. Ndio maana tumekuja watu kutoka Chiwanda tukuhubiria habari za Yesu Kristo, tukuambia uzuri wa Yesu Kristo, tukuelekeza uzuri wa Yesu Kristo, sio tukuelekeza habari ya Dini, dini yako ni nzuri, lakini dini bila kuwa na Yesu ase jamani, Bwana Yesu asifiwe kanisa, Bwana Yesu asifiwe watoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja sio kutangaza dini ya mtu yeyote. Dini yangu wenyewe ifahamu, na mimi sitaki ifahamu, kwa sababu dini haikusaidii chochote. Dini haikupeleki mbinguni. Hata wao wanaokuambia habari za dini hawana mapenzi mazuri na maisha yako. Lazima ndani yako mpokee Kristo Yesu, ndiye Bwana Mwokozi wa maisha yako. Dini haimpeleki mtu mbinguni. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya! Jioni ya leo tunataka tuzungumze kinachoitwa kiburi. Sema kiburi, kiburi. Tamka tena, sema kiburi. Kiburi, maana ya neno kiburi, maana yake ni mtu amekuwa anatengeneza aina fulani ya majivuno kwa kutegemea kitu fulani. Mtu anakuwa kwenye mazingira ya kujihami kwa sababu kuna mali, anakuwa ameegemea, kuna mali anakuwa anategemea ukisikia mchawi analeta maneno ya kujivuna, maana yake kuna kitu mtu eza. Jamani, bwana Yesu asifiwe sana. Ukimwona mwingine ameleta majivuno, majivuno majigambo fulani kiburi, inaweza kasababisha na mtu anazo, au mwingine mambo ya kishirikina, mwingine ni mambo ya kichawi, mwingine kwa sababu ana mkwanja. Hicho kitu kinampelekea mtu kuwa na kiburi. Jamani, bwana Yesu asifiwe kuna kiburi cha mtu anajua, na mwingine anafanya kiburi kwa sababu hajui. Haleluya! Ushakutana mtu anafanya kitu kwa kiburi kwa sababu hajui, inakuaga ni hatari sana. Mwingine anafanya kiburi kwa sababu anajua, kumaanisha kwamba ni makusudi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Chisitu, Bwana Yesu asifiwe. Nataka ulielewa vizuri, nikisema kiburi, maanake ni mtu ametengeneza mazingira ya kutegemea kitu fulani. Kwa hiyo hata unapopokea changamoto, anajua nina kitu kitanisaidia. Amen. Unajua kiburi cha lokole nini? Kiburi cha watoto wa Mungu ni kwa sababu tuna Yesu. Bahati mbaya sijajua kiburi cha wao waliye naye. Wewe kiburi chako kipo wapi? Wengine ni kwa waganga wa kienyeji, wengine kwa sababu ya dini zao, wengine kwa sababu ya mazingira mume wake, wengine hata watoto wanakuwa na kiburi wakiwa na mama na baba. Samahani, Bwana Yesu asifiwe, wa Bwana Yesu asifiwe. Tunazisoma habari ya kijana mmoja au baba mmoja ambaye alikuwa na watoto wawili hao watoto walikuwa wanaishi nyumbani kwake, walikuwa wanalelewa kama watoto wa nyumbani, wanatunzwa kama watoto wa nyumbani, wanalishwa kama watoto wa nyumbani, kula kulala, kila kitu, mambo yanaenda siwapo nyumbani. Ah, Biblia anaweza kwamba yule baba alikuwa ni mtu ambaye zipo, alikuwa na hela, maana yake alikuwa na ugwasa, alikuwa ni tajiri. Ndio maana yule mdogo mtu akasema, baba, kwa mazingira haya ninaomba mimi unipe changu mapema kabla, kabla. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana kahitaji urithi kabla baba hajaondoka, akisema baba anaomba chango mapema, nitoke hapa nyumbani niondoke hapa nyumbani nikatume vya ja kwangu. kama niaelileo huyu naisikia sauti na kuhubiri, ufanye mabadiliko mapya, utengeneze maisha yako. Maana kutafuta kuliko kuzuri ni kuwa pamoja na Yesu. Jamani, haleluya haleluya. Kakachukua zile hela kakaenda Dar es Salaam kakaenda kupangisha eh, hoteli ya nyota tano, akakutana malaya wenye makalio makubwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe nisikilize vizuri kijana ukikosa kuwa na ufahamu wa

Haiwezekani mtu mwenye akili timamu nina Yesu ndani, eti na mimi eti makalio yananitoa kwa mke wangu mzuri, ambaye nikuambia bebi nakupenda, sijui na kulavu, mimi ndio kila kitu, kinaacha mke ndani, ninakimbilia kwa maraya, usizi mtupu. Bahati mbaya hata wachungaji na wameopa na vyeo kwenye madhehebu, acha uzinzi, dini na nyonga wewe. Tamani Yesu asifiwe. Tunatafuta maisha bila Yesu. Tumesomesha huyu kijana atusaidie, ajawe elimusade kwenye jamii yetu. Bahati mbaya, tumekosomesha kijana tunaisha, tukumwona kijana la mitaloni miri, ana elimu hana Yesu, ana elimu hana maarifa. Tuko heri isetu tuliyompokea Yesu kwenye maisha yetu, maana pamoja na usomi wetu ukiona wazee wangu hawa, unaweza kufikiri wana miaka 100, unaweza kufikiri watoto wa miaka saba, lakini mwambie kama mwenyewe bado, sababu ya kuwa na Yesu walikuletea nyumbani kwa ajili hawa maraya huko, unamwacha mke nyumbani kwenda kuangalia makaria ya ya, ya mabuzi huko na makahaba wa ajabu wa ajabu. Ni akili nayo hiyo? Hebu mwangalie huko, mwangalie jamani. Bwana Yesu asifiwe. Nadigilina akili haisomi tu mpaka leo jamani. Bwana Yesu asifiwe Mtu naacha nyumba, unaondoka asubuhi. Bahati mbaya hata watoto wenyewe wa hawajui baba ameshinda wapi. Ni baba na watu ina ajira ya asubuhi na mapema kwenye vilabu vya pombe kurudi usiku, mpaka watoto wanaulizana mama, baba amesafiri. Kumbe ni baba limekosa maarifa na akili. Asubuhi na mapema najirai kwenye mapombe, najirai kwenye mabangi, mnajirai kwenye mabaa, mnajirai kwenye sengenge, mnajirai kwenye sai mone huku, jamani yareroyareroyareroya watoto wa Mungu haleluya, haleluya, tuliyokombolewa na Yesu nigetinzawasabani bukwahabani kwa Yesu. Watoto wanauzi baba amesafiri, mama baba amesafiri, kumbe limejilawi asubuhi, kurudi saa nane za usiku, asubuhi asubuhi na bemejilawi watoto wanatangatanga wanaangaika, libaba limekuwa kama lizezeta kila dakika, wavilabuni tu paka, wanakuita baba cha wote kila asubuhi. We unajititia ni kujinyia tu baba, na heshima zako aise. Nataka nikukumbushe dawa tuliyoileta ambayo ni Yesu kristanaharatel hai. Tuko vizuri, tunang'aa kwa Yesu ndio mameona vijana wazuri, pamoja na kugaagaa kwenye vumbi, kugaagaa kwenye tope, bado wana Yesu ndani. Leo pokea Yesu na niangalie, aku bahati mbaya, bahati mbaya, mna wengine hata dikoni. Dikoni gani wewe? Mara mzee wa kanisa, mzee gani kama sio mzeesha kanisa a siku zote dini, dini, dini ni kaburi. Dini nazika watu wengi. Watu wapo kwenye madhehebu, wapo kwenye dini, Yesu ayupo ndani. Wamekuwa ni wazizi hao, wamekuwa ni walevi hao, eti kunywa kidogo. Chunga Mwone huku jamani, haleluya haleluya, watoto wa Mungu, haleluya <laughs> Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunao wasomi wazuri, au wasomi wenye madigrii wapo, kina sanga wanahela, ni matajiri na magari, na Yesu ndani wawe Yesu auna hela, auna kazi tu maraya, kazi tu uzizi Kwa jina la Yesu hai. nimeileta dawa ya Yesu Mwokozi. Nimemleta Yesu Kristo. Tunamhubiri Yesu. Tunaonyesha Yesu hata kwa kugaagaa. Bwana, haya mambo yote Paulo anasema kwamba nayeesabu mambo yote kama mafi kama tope kwa ajili ya uzuri wa Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe! Jamani, Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe. Atukituangalia wengine, ukituangalia wengine bila kuona Yesu tungekuwa wapi? Sio kwa walevi kwa tu no, walevi wakutupa huku. Wa lakini Yesu ametukarabati, ametupa neema ya ajabu. Dunia inatushangaa kwamba ni wakina nani wanahubiri, ila kwa sababu ya Yesu inamuhubiri kwamba na wewe umpate Yesu. Anakarabati maisha yako, Yesu anakutengeneza vizuri. Unakuwa ni kamama kazuri, sio kamama kaumbea. Unakuwa ni kamama kaliko bora kenye Yesu ndani, sio kamama kambea kambea. Hey, mumusikia mama fulani <laughs> Yaani mama fulani jana <laughs> amekuja kuniomba chumvi. amekuja kuja <chundi. laughs> chumvi. Bila hata haya jamani. Bwana Yesu asifiwe wa Bwana Yesu asifiwe kwa sababu una vitabia vyako vya kiumbea mbea na tabia za kimalaya, ukifika mpaka kwa wanaume unaanza tu <laughs> <ngatu> wale mala. shemeji <laughs> <laughs>

karagua tukisema tukawa nyenye we juma juma mwa hanti sabe yote le juma tunategemea kutoka kuimba akakutana wapi? sikule ule mtambo kutanaga. Sasa tunaongea mambo kwa kuigiza, tunajua tunaelewa kwa sababu Yesu ametutoa huko. Ndio maana tumekuja jioni ya leo kukuhubiri habari za Yesu aliyehaya tunazee nguvu ya Yesu kwenye maisha Jamani Bwana Yesu asifiwe. <laughs> <Bwana Yesu> <laughs> <Bwana Yesu> <laughs> Umeishi maisha ya dhambi, ukafikiri kuna raha, lakini bahati mbaya shetani amekugaragazwa. Unasema kuna raha, lakini kila dakika wenye kulazwa tu kwenye mitano, si unalazwa huku na huku. Dada wote wamekuwa kama nani, wanaita nani, dada, dada. Nyie wabiti nyie, mnaona kwanza kuita dada cha wote, mama cha wote. Kila mlevi wewe anaonja tu, wanatafuni tafiki, umekuwa ni parachichi. Umemkosa Yesu, kila mmoja umekuwa ni kitoweo. Na kuhubiri habari za Yesu, mama kama uko hapa, upo wewe usidanganyike na maneno ya wa mchungaji wako anayekwambia mbinguni naenda, wote wanaenda, watakatifu waliookoka. Watu mpo hapa, wamejaza michanganyo ya ajabu, waganga kienyeji. Mnashinda kwa waganga kienyeji, kila mganga wa kienyeji ana anaeneo lake. Nao chanjaga wanachanja huku, wapo wanachanjaga hapa, wanachanja wanachanja, waganga wanachanja, wanachanja wanachanja, vingine wanachanja

na ndio legioni hiyo. Mpendwa, nikwambie, sitaki nikufariki kwa maneno ya waforaji wako. Nakwambia habari za Yesu na kupasiwa, ili upone. Nataka urekebishe utenye

Na niendelee kwa asili. Tamani Bwana Yesu asifiwe. Tunahubiri ya maneno makali kana kwamba tukupendi tunakuhimiza lakini tafsiri yetu ni kukupenda kwamba maisha yetu tumeyaishi sana na lakini hajawa na msaada kwenye maisha yetu. Tumeishi sana maisha ya dini. Tumeishi sana maisha ya kusali huku tunaenda kwa waganga wa kienyeji. Asubuhi tupo kwenye misa, tupo kwenye sala, tunasema Baba yetu uliye mbinguni, eh, tusamee makosa yetu. Tunapiga na nani na nani, tumevaa na nani huko, lakini Yesu hayupo ndani. Nataka nikwambie, mbinguni hatueni kwa tiketi ya kumwonesha Yesu malozari yetu, hatueni kumwonesha Yesu sijui sala kwenye dini zetu, hatueni kumwonesha Yesu usara madhehebu yetu. Hata kama ungekuwa na dhehebu limeitwa nani, ningekuwa kubwa namna gani, huduma kubwa namna gani, bila kuona Kristo ndani, usipokubali waje acha salama, mwingine asubuhi po kanisani, usiku katika roho na kweli. Usiabudu kwa michanganyo, usiabudu kwa sababu una nafasi fulani, usiabudu kwa sababu ya hela zako. Acha kiburi, kiburi atufai, mkubali Yesu kwenye maisha yako, tamani. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, kubali kumpokea Yesu. Hakuna namna kwenda mbinguni njia yeah, peke yake kwenda mbinguni. Yesu anasema mimi ni njia ya kweli na uzima, mtu aje kwa baba ila kupitia kwa Yesu Kristo. Huwezi kuimba kwamba mimi naenda mbinguni, nimeokoka ndani yako umebeba uzinzi, ndani yako wewe ni maraya, ndani yako wewe ni mlezi. Mnaimba tu eh, wokovu, nimeokoka kwa Yesu, huku kajitu ni kama malaya eh. Yesu anaweza, Yesu anatupenda, ameweza kuwalidhi, ameweza kwenye umalaya wako, ameweza kwenye ukahaba wako, badilika mtu aje Situ, badilika tengeneza maisha yako badilika. Mungu amekuona, utafuta watu wote mpaka mchungaji utofika, lakini sio Mungu eti Mungu tunauvianauvica kwa nini? Punguza jeuri mwanadamu, punguza jeuri Mtanzania, acha kiburi, kitakuwa urevi ni noma jamani. Bwana Yesu asifiwe, baba na trima

akarajiani haoni hata aibu, nini ndani yake, amebebeshwa uzezeta ndani yake, sio yeye, sio akili ya shetani imempanda ndani. Ndio maana Yesu anasema mbadilike, baba na akili zako timamu. Kijana badilika, utubu, mkubali Yesu jioni ya leo. Usalama wako ni kwa Yesu tu, usalama wako ni kupokea Yesu, usalama wako ni kuwa kwa Yesu, usalama wako ni kubadilisha mashaka, usalama wako, mpokee Yesu jioni ya leo. hatuhubiri kwamba tuwafurahishe, sifurahishi mtu hapa, nahubiri kukuhurumia wewe, ambaye ujaokoka, wewe ambaye ujampokea Yesu, wewe ambaye hauna toba. Unasari bila Yesu, unasari huku una jatubu salibu. Unasari wewe ni mrezi, unasari ni msengenyaji, unasari na umalaya wako, huku umejaza vimada, vimada, vimada, kila nyumba una kimada, unafikiri ni raha, nayo jafika mahali pa kibanda eh. Jamani haleluya. Haleluya. Nina kupa pole lakini una hema ya kusahihisha maisha yako, una neema. Madamu mesikia sauti hii ninayohubiri tunayohubiri, tumetangaza kwa namna mbalimbali, una neema, umesikia. Ni nafasi ya kurekebisha, ni nafasi yako kutubu, ni nafasi yako kutengeneza maisha yako, ni nafasi yako kurudi msalabani pa Mwokozi. Oh, sasa hivi watu wamepambana, tumezalisha watu wanapambana kuzalisha, si bado, wasipo utaona kiangazi. Sasa ngoja watu waanze kupiga mahindi magunia kadhaa Utaiona tabia ya mibaba mingine, tabia za mababa wengine, wa mama wengine, utaona huyu ni moguza mlevi. Watu ni wapole sasa hivi kwa sababu njai mwanyosha. Sikiliza, nikupe habari ya kijana hii. Kijana alipofika kaona mabitu wamependeza, wameng'aa. Alivyofika, si hela anazo akainua kiburi, kuona kwamba anaweza kila kitu asijue, zile hela kadi inavyotumia ndivyo zinavyozidi kuisha. Kadi inavyoendea kutumia ndivyo vivyo hivyo zile hela zinapungua, zikampa kiburi, akatumia akatumia, akatumia, akatumia, mwisho wa habari yake ikaisha, zile hela zikakwisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe! Jamani, Bwana Yesu asifiwe! Watu wanainua kiburi kumtukana Mungu, kutoishi maisha ya kumpendeza Mungu, kwa sababu nani yao wanaona ha, kuna kitu wanategemea. Wengine ni fedha, wengine ni maingi, wengine ni mke, anaona pale ni pana tumaini, lakini ikifika wakati hela zikaisha, mpaka uzizi wenye wanakoma njaa ikaingia mjini Ilivyo ingia mjini ule kijana ambaye alijiona ni jeuri, alijiona ye ndo nondo, alijiona kila kitu kipo. Njaa ilipoingia mjini, akatamani kula vitu vya ajabu, chakula hatu kula ngule. Jamani, hivi kitu nye hatu kula ngule <laughs> na una tamani kwe, jamani, makifamu chakula chakulu, wangati mwashe kula pumba <laughs> tamani. Haleluya, haleluya, haleluya! Njaa ilipo ingia kijana katamani, maana yake hata tabia uzinzi na uasherati ikakoma. Unajifanya ni jeuri, unajifanya ni mzinzi kwa sababu ndani yako hakuna njaa. Wacha njaa iingie ndani yako uone kama utakumbuka uzinzi wako. Wewe unafanya uzinzi na njaa tamani? Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajifanya ni jeuri, unajifanya ni mzinzi unajifanya unalewa kwa sababu njaa ipo. Njaa ikiingia kwako kwa hata uzinzi wako utausahau, hata kimada wako utamsahau, hata mme unayemwambia sijui nakupenda huku wewe huku na mke ndani. Wewe nakwambia ubadilishe maisha yako, pekee ndio usalama wa mwanadamu yeyote, ndio usalama wako kijana, ndio usalama wako mama, ni kumkubali Yesu kwenye maisha yako, Yesu akukalie moyoni mwako, Yesu awe dereva wako. Kiongozi sio kitu chochote. Sikiliza, nikupe habari njema hivi. Sikiliza, ni kuambia habari njema. Yule kijana pamoja na kutangatanga na kuangaika, kuna akili ya Mungu ilicheza ndani yake, akasema, oh, ni watu wangapi wako kwa baba yangu wanakula na kushiba? Wako kwa baba yangu wana sasa Wako kwa baba yangu wanakula pulao, wanakula nyama, wanakula sijui vitu mapaja ya kuku. Wangapi wako kwa baba yangu! pamoja na kwamba nimekosa nitaenda kwa baba yangu, tamwambia baba, nimekosa juu ya mingu na juu yako, sistahili kabisa, ninatubu leo, naomba unisamehe. Nataka nikukumbushe, una neema ya kutubu, using'ang'ana na dini yako. Dini na kuharibu, hakuna mbingu ya dini fulani wala dhehebu fulani Unapaswa utubu usalimishe maisha yako. Hakuna mbingu ya kwaya fulani. Nataka nikukumbushe utubu, maisha yako yawe salama. Mbona bado umekaliwa na wachawi? Wachawi wanakutesa huku, naitwa mwana dini, dini ja kusaidia. Mpendwa, kubali Yesu jioni ya leo, kubali Bwana Yesu kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya! Hebu naomba simama pale ulipo, umheshimu Mungu ikisamaiza Bwana, niokoe nipiganie, katika shida. Ni nakuomba sasa, futa na jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Ninaomba Ni Bwana, uandike jina langu.